Huku bunge la kitaifa likitarajiwa kuanza kuwapiga msasa makatibu walioteuliwa na Rais William Ruto hivi majuzi, muungano wa wasomi katika kaunti ya Samburu umetoa wito kwa bunge la kitaifa kuharakisha mchakato huo ili makatibu waanze kutumikia wananchi. Mwanahabari wetu Bonifas Barasa sasa anaarifu zaidi kutoka Samburu. Kwenye kikao na wanahabari, muungano wa wasomi katika kaunti ya Samburu wamemshukuru Rais William Ruto na serikali yake shirikishi kwa kumteua mmoja wao na kutaja hatua hiyo kama inayofufua matumaini ya vijana

the youth in Samburu and across Kenya. Uteuzi wa ndugu wetu Michael Lena Salon kama katibu mkuu wa ugatuzi ni hatua kubwa sana kwa jamii ya wafugaji na nidhibitisho kuwa serikali hii inajali vipaji kutoka kila pembe za nchi. Kuwa na kijana mmoja wetu kuwa representative wetu uh, katika the broad-based government itatupatia nafasi uh, kabisa ya kuhakikisha kwamba zile marginalized county kama counties kama Samburu tukana na wengine wanapata services. Hatua hiyo inapofufua matumaini ya vijana wasomi wa ufugaji kutoka gatuzi la Samburu, pia vijana wametakiwa kutuma maombi ya ajira kila mara unapoona nafasi za ajira zilizowekwa wazi, pasi kupapatika. So, Lena Salon has shown us a very good example that we are not limited as youth of Samburus and we are learned coming from a very remote area in Samburu, South Horr. Imagine uh, becoming one of the PS Muungano huo wasomi unapotoa taarifa yake ya kumshukuru Rais William Ruto kufuatia uteuzi huo pia umelitaka bunge la kitaifa kuharakisha mchakato wa usaili na kuwaidhinisha makatibu waliopendekezwa na kuteuliwa naye Rais William Ruto. Ningependa kuchukua nafasi kwanza, kushukuru sana Rais wetu kwa kuchagua kijana mps Lekian Lena Salon na pia tungependa kuomba bunge letu la taifa liweze kuexpedite ile process ya vetting ili PS mpya anze kuanza kazi maana kazi mingi inamngoja. Fall upon the National Assembly to expedite the process of vetting uh, so that the, as soon as possible the president can uh, can uh, can uh, can appoint Mr. Lenasalon To start his work, as as so so work uh, so uh, macho yote sasa anapoelekezwa kwa bunge la kitaifa kufanikisha usaili na uidhinishaji wa makatibu walioteuliwa naye Rais William Ruto. Kisunzi kinachowasubiria makatibu hao ni endapo watavuka kiunzi cha usaili ili kuweza kuidhinishwa na kulishwa kiapo ili kutua mikoba rasmi na kuanza kuwatumikia Wakenya. Boniface Barasa Runinga ya Citizen, Gatuzi la Samburu.